Tamasha maarufu na kubwa duniani Afro Nation ambayo linafanyika kila ifikapo Juni 26 kila mwaka tayari lisha anza siku ya jana Jumatano, ambapo mastaa waliotumbuiza katika show ya kwanza katika onyesho hilo ni kama vile Ruge Tyras, hapa namuona Franklish pamoja na Asake. Onyesho hilo pia linatarajiwa kuendelea siku ya leo, huku jukwaa litashambuliwa na performance kali kutoka kwa rapa maarufu kutoka nchini Marekani, Nicki Minaj. Nicki Minaj ataambatana na kama vile Mr. Flavor, Omare, Fari Pupa na wasanii wengine. Afrika Mashariki inawakilishwa na star mkubwa kutoka nchini Tanzania Diamond Platinum akiungana na mastaa wengine kibao kama vile Lema, Daddy Chu, Tice, Say na wengine kibao ambao ndipo watafunga tamasha hilo siku ya kesho Ijumaa, Juni 28. Na tamasha hilo linatarajiwa uh, kuhudhuriwa na mashabiki kibao kama vile elfu arobaini katika kila eneo la tamasha hilo. Diamond Platnumz atapata nafasi kubwa ya kuungana na kuperform nyimbo yake pendwa ambayo inaendelea kufanya vizuri zaidi katika mataifa makubwa duniani, hapa tunaizungumzia Komasava. Komasava inaendelea kufanya vizuri katika nchi kubwa duniani. A, hii ni mjumuiko wa kazi nzuri ya Diamond Platinum katika mwaka huu pia tumeona nyimbo hii imechaguliwa kutumbuiza katika uh, tamasha la kombe la dunia 2026 kwao ni jambo jema kwa Diamond Platinum pia ni kazi nzuri ambao kaifanya tunaona matokeo yake yanaleta majibu mazuri katika uh, muziki wa Bongo Flava anaitangaza vizuri vyema nchi yetu ya Tanzania Big up sana ili wa kwanza kupata taarifa zetu, usahau kubonyeza neno subscribe, pia kubonyeza notification ili wa kwanza kupata update ya taarifa mpya kila zinapoingia katika YouTube channel yetu na katika social network. Karibu sana, hii ni J Online Network, usahau kusubscribe pia kutufollow katika social other network.